Mbunge wa Muleba Kaskazini Charles Mwijage, kwanza ongera sana. Asante sana. Asante sana. Tayari umeapa um, waziri Mwijage kama waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji, majukumu yapo yako yaliyoko mbele. Kwanza unavyochukulia uteuzi huu na majukumu yako yanayokukabili huko mbele na hasa la viwanda yeah. uteuzi huu nilitegemea. Nilitegemea kwamba ama ningekuwa mbunge kusaidia serikali yangu na kwenye ubunge ningeweza kuteuliwa labda kuwa waziri, kwa sababu nilikuwa naibu waziri. Kwa hiyo nilitegemea lolote ingetokea, na niko tayari mimi, kama mwana CCM na kama mbunge nilinadi ilani ya CCM. Ukisoma ilani ya CCM ya 15 20, ibara ya 32 na ile ya 33 inazungumza biashara na viwanda, na hiyo ndo kazi niliopewa. Kimsingi ni kazi ambayo nimeifanya siku nyingi, kwa hiyo nimerudi kazini tunafahamu kitaaluma huko katika masuala ya, ya nishati na yanayohusiana na, na masuala kama hayo, unaelekezwa katika eneo la viwanda, nalo linahitaji nishati kwa upande mwingine. Lakini sasa tunafahamu kuna changamoto ya viwanda ambavyo vingi na rais amesema vingine, vingine vinafugiwa mbuzi na kadhalika, ili eneo unaliangaliaje kiutendaji ambalo linakukabili? Niliweke sawa moja, mimi kitaaluma ni mtaalamu wa masoko na mikakati ya utawala Nina MBA kwenye marketing and strategic management, ndio taaluma yangu. Sasa mafuta nilikuwa nakwenda kwa sababu ni product, nilikuwa na deal na product mafuta kama product. Sasa nakuwa waziri wa viwanda, viwanda vinatafuta product, kwahiyo nimerudi kwenye shughuli yangu, nimekuwa viwandani, nimerudi viwandani, nimefanya biashara, niko kwenye biashara. Na hilo la viwanda hivyo ambavyo vingine vinafugiwa mbuzi E, mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo ni kutekelezwa. Tunataka viwanda viwanda viwanda, tunataka viwanda, mbuzi wakachungwe porini, viwanda vitumike kuzalisha bidhaa. Nakushukuru sana na nikutakia kila la heri katika majukumu yako mapya.